Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwasamehe siku ya Idi, unaona waislamu wanatoka kwa idadi kubwa sana wanaenda misikitini na baada hapo, unaona idadi kubwa sana tuko hapa kwa sababu tunataka kukumbuka kitu muhimu sana, ya kwamba njia yetu sote ni na hakuna mtu, sio mimi wala sio shekhi, hakuna mtu hapa yuko mkata na mkataba baina yake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataishi miaka 100 hapa. Hivi tuko na watu wamezika watoto wao miezi kadhaa kuna vijana miaka ishirini na kitu, kuna watu wa miaka thelathini, arobaini, hamsini mpaka miaka labda themanini na tisini. Wewe haujui kifo itakufuata lini, tunatakana tujiandae. Na kesi mingine muhimu sana enye tunajaribu tukikuja huku sisi, saa zingine unajua, kama ukifa amali yako itakuwa imekatika, hauna tena namna ya wewe kupata faida kupata thawabu. Sisi tunajaribu kukumbuka hii siku Maada kujikumbusha na kukumbuka nafsi yetu, pia pia kukumbuka waumini wenye, na hakuna mtu mwingine labda anaweza kuwakumbuka kwa miezi kadhaa, labda mtu wake wa karibu. Tunawakumbuka, tunawasomea Fatiha, tunawasomea Qur'ani, tunakumbuka katika dua. Inshallah, hatujui labda next year Ramadan. Tumekuwa tukisema Allahumma balighna Ramadan, alhamdulillah tumefika. Kuna baadhi ya watu tuliambiwa wameaga katika mwezi mtukufu wa Ramadan. Yani, alifika Ramadan, lakini Ramadan haiku hakumaliza Ramadhani. Hatujui kama ramadhani ya mwaka ujao itatupata ama itatupata, lakini vile sisi tumeanza hii ada, hii tabia nzuri, kila idi ndugu zetu watakuja watanikumbuka katika dua, na bila shaka dua zetu, amali zetu vile zinafikia mwenyezi Mungu, na pia dua zetu vile zinafika huko, pia zinawafikia hawa wenzetu. So tutasoma dua ya huku Alafu baada yake insha Allah tutaingia tusome somo fatiha, kila tuingie pale tunafanya majlis shekhna e, dakika kumi majlis. Alafu baada yake mtawachwa free, kila mtu asome fatiha. Alafu baada yake nadhani ni kuelekea. Bismillahi Rahmani Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad

ruhan minka, minka. wasalaman minni. minni. Kwa ukweli, njia yetu ndio hii. Saa zingine sisi tunaishi kama tunasema la ilaha illa Allah, lakini si kama tunaamini la ilaha illa Allah. Mara moja moja tukifika makaburini tunakumbuka ya kwamba hii dunia ni siku kadhaa, siku chache tayari. Wewe unajua mwisho uko wapi na utaki kujiandaa. Hii ni fursa kwetu sote, imetajwa katika hadithi tofauti tofauti. Ni muhimu sana muumini aweze kufika makaburini ili akuwe na dhikri ya mauti. Ukikosa, ujiaulize mwaka mzima, mara ngapi umefikiria mauti katika alama ya umini. Mtu mwenye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwangalia, ni kumkumbuka mauti na Mwenyezi Mungu, kama anataka umsahau, upotee anafanya dhikri ya mauti inapotea kwa moyo wako. Ndio unaona hao mabilionaires baadhi yao wanaishi ni kama wataishi milele. Ni muhimu sana tuweze kumbuka kifo na tukumbuke kwamba njia yetu ni hiyo, na tuweze kujiandaa insha Allah, sallu ala muhammad wa ali muhammad, tuweze kufika ile side ndio tuweze kuwa na majlis kidogo.